Ulimwengu unaadhimisha siku ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati wao kufika Jumatatu hii. Dhima kuu mwaka huu ni kuwapa watoto hao msukumo wa kuanza maisha kwa nguvu ili kuwa na siku bora za usoni. Kama anavyotuarifu Aisha Seif, takwimu zinaonyesha kuwa watoto 134,000 huzaliwa kabla ya wakati wao kila mwaka nchini, huku watoto 33,600 miongoni mwao wakiaga dunia. Immaculate Akinyi Owora na mbeba mwanaye mchanga. Yeye ni mama, alijifungua pacha ambao uzani wao ulikuwa gramu 900 kisha mmoja wa pacha hao aliaga dunia. Siku expect kuzaa mtoto akiwa, akiwa na hiyo kilo. Nili expect mtoto mkubwa. And being that atoko nini, tuko prepared bado kupata mtoto Mama huyu akiwa miongoni mwa wale ambao hupoteza watoto wao wachanga punde tu wanapozaliwa. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya watoto nchini, takwimu kutoka wizara ya afya zinaonyesha kuwa vifo vya watoto wachanga chini ya miaka mitano vinachangia asilimia 51 na asilimia 66 ya vifo vya watoto wachanga. Daktari wa kinamama, Daktari Grace Wanjiku anasema kuna juhudi za kuwasaidia kinamama wanaojifungua wa watoto kabla ya kukamilisha miezi tisa, ushirikiano kati yao na madaktari wa watoto ukiwa na umuhimu mkubwa and the Aidha, Wizara ya Afya kwa ushirikiano na kampuni ya Nest 360 inalenga kuhakikisha vitengo vya kuwahudumia watoto wachanga vinafanya kazi katika kila kaunti, lengo kuu likiwa kupunguza vifo vya watoto nchini kwa asilimia kubwa kufikia mwaka 2030. For, for. Mkuu wa chama cha madaktari wa watoto nchini, Daktari Supatunje, anasema suala la bajeti ya kufanikisha mipango hii linajadiliwa na wahusika. Wizara ya Afya na madaktari wa watoto wametoa wito kwa wadau kote nchini kushirikiana nao ili kuhakikisha kila mtoto mchanga anaishi na kunawiri kiafya. Aisha Seif, Citizen TV. Wataalamu wa masuala ya teknolojia nchini sasa